Toromi kamekuwa kimbizi, Mungu kamekuwa nyama, Mungu sio binadamu tena kwa sababu najuaasikaku ni polisi. Na naomba mtusaidia, umiza vibaya. Wamenizuia mimi nitoke nisiangalie, nikiwa na mtoto mmoja wapo, kanizuia mimi kwamba nisitoke nisione chochote kinachoendelea. Mama, mtusaidie. Unaweza kusimulia hali ilikuwaje? Labda ulikuwa unasikia Mdude anasema nini ukiwa chumbani, akiwa anapigwa anatamka nini au wali? Tulikuwa tunapika kelele wote, kuomba msaada, tuombe tusaidie lakini wanapovunja mlango, tukawa tunapiga kelele. Wakaingia ndani na kumchukua yeye, wakisema sisi ni mapolisi, tuna shida na Mdude tu wakani. Katika mmoja wao ndo akanizuia hiyo kwamba nisitoke, mba nisiangalia, navopuga kwamba ni polisi. Mdude yeah, alivyokuwa sebuleni, alikuwa natamka nini? Alikuwa anaomba msaada, tusaidia. Kauli gani alikuwa anatamka? Tusaidie, tunakufa. Baada ya muda gani ukawasikia kimya? Kama dakika moja nikakuta kupo kimya, ndo huyo alianifata mimi kunizuanistoke akawa anaondoka. Kwa jina naitwa Stela Mguga, mimi ni balozi ishirini na nane. Kwa kweli usiku tulipolala nilisikia mlango unagongwa. Baada ya kutoka nikakuta kelini, mama twende kwenye tukio kweli baada ya kufika hapa atijafika kwenye tukio, tuko barabarani kule, nikaona damu. Mama usikanyage hapa, kuna damu, damu zimetoka kule barabarani mpaka hapa uwanjani mpaka ndani. Kumuuliza mke wa Mdude anasema kwa kweli mimi nilikuwa huko ndani, nilikuwa naenda kujisaidia, nilisikia pikipiki inapita piki, ina, ina, ina. Sasa nilikuwa najiuliza hii pikipiki inaenda wapi? Baada muda nikasikia gari, gari linalia baada ya hapo wakafungua waka geti pale, wakawa wameingia, kufika huko ndani kwao waka wamebomoa mlango wa chuma. tena kubomoa akabomoa mlango wa wa mbao. Kuna milango miwili wakabomoa wakaingia ndani. kuingia kule ndani wakaingia mpaka kule chumbani. Ndio mke wa Mdude anaeleza, kufika kule ndani wakawa wamemvuta wa, wame huyo mke mke Mdude akamwambia kaoko huko, askari mmoja akamwambia akamshikia nyundo kwamba we baki uko huko. Sasa huyu mdudu aliyomvutia sebleni, kwa kweli yeye kwa sauti ya, mu, ya mwisho alisema kwamba naomba mnisaidie. Ndio ilikuwa sauti yake ya mwisho, naomba mnisaidie. Baadaye kuna kitu kizito kilimpiga mpu, kivyo mpiga pale, basi sauti yake haikutokeza tena. Kwa hiyo pale ndio alipoanza kumvuta sasa, na damu zile zimetoka pale sebleni zimechilizika, sauti haikutoka tena mpaka kule alipoendelea kupotea naye, na muda wa tukio ulikuwa ni muda mfupi tu.

Kwani msikatae, kwani msikatae, kwani msiseme hatujui chochote kuzi ule. Basi mke mchukua msinge mpiga, mke mpeleka mahakamani angejitetea kama anakosa. Kwani ni ni mfanyia hivi? Kwani mfanyia hivi kama ni polisiye? Kwani sana romba ya? Ni ya polisi sana romba ya, siya kwa ni kuona. Kwamba mnamo tarehe mbili mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Majira ya asubuhi Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limeweza kupokea taarifa kutoka kwa mtu ambaye anaitwa CJ Mbugi Emmanuel mwenye umri wa miaka 31 mkazi wa Iwambi, ambaye ni mke wa Mparuka Saidi Nyagari almaarufu Mdude, kuwa mnamo tarehe mbili mwezi wa tano mwaka 2025 majira ya sanane za usiku, wakiwa wamelala huko mtaa wa Ivanga, kata ya Iwambi, jijini Mbeya kwamba kuna watu wasiofahamika waliovamia baada ya kuvunja mlango na kuingia ndani na kisha kumjeruhi Mparuka Saidi Nyagali au maarufu Mdude sehemu mbalimbali za mwili wake. Aidha, watu hao baada ya tukio hilo walifanikiwa kutoweka na mhanga huyo na kwenda naye kusikojulikana. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linakanusha taarifa inazosambaa katika mitandao mbalimbali ya mbali kijamii ambayo zinadai askari polisi kuhusika na tukio hili. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na ufuatiliaji ili kumpata mwanga huyo na kuwabaini waliohusika katika tukio hili kwa hatua zaidi za kisheria. Kwa hiyo jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa yoyote mwenye taarifa za mahali alipomparuka Saidi Nyagari au maarufu Mdude hazitoe ili kufanikisha kumpata, pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hili tuweze kuwakamata.